sana kamati ya kutunza watumishi. Niwashukuru wazee wa kanisa wote, niwashukuru viongozi wa jumuiya wote, niwashukuru viongozi wa vikundi vyetu, vikundi vya kwaya kusifu na kuabudu niwashukuru viongozi wa waki, ni washukuru na mtu moja moja ni wachukulu wa Kristo wote kwa pamoja, asabeni sana. Mmefanya jambo kubwa, hata leo naendelea kufanya mambo makubwa ya ukarimu kwetu, na tunapokea kwa kweli kwa moyo wa shukrani. Jamani, asabeni sana, na Mungu awabariki sana. Si kwamba mnavyoviingi sana, ni ukarimu tu ambao Mungu anawajalia Ndiyo mmesababisha mnafanya mambo haya makubwa, mnafanya katika mwaka tuliohesabu kama ni mgumu, lakini pamoja na ugumu huo, kwa kuwa ninyi ni watu wa Mungu wanyenyekevu wa Mungu, mnajua Mungu ndiye yote katika yote, katika maisha yenu, na mnafanya hivi kwa karibu mkubwa. Asanteni sana. Sisi ni wanadamu wakati mwingine tozafe tunaweza kuinuta zaidi, tunaokwaza, lakini ni wapole ni wanyenyekevu ni wepesi wa kusamehe. Tunawashukuru sana. Nirudie tena, Mungu awabariki sana. Bado Mungu ameniongoza kusoma neno hili tena, linafaa sana kwenu, ambalo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mwinjili Matayo aliandika Injili ya Matayo mtakatifu sura ya ishirini na tano kuanzia aya thelathini na moja, anasema hivi: hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika namaraka watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake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

atawasifu watu wake atakawakaribisha uketi mkono wake wa kulia tangu tunye kalisianuwila meendelea kututendea mambo mengi, kokele meendelea kufanya mambo mengi makubwa na mengine yako hai mpaka leo, na leo tena meendelea kufanya mambo makubwa. Tunamshukuru sana, haleluya. Mwenyezi Mungu, Tunakutukuru sana kwema wako. Tumesoma neno lako, ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako aliyokuwa akisema mambo yatakayotendeka na, ya na ukalimisho watakayofanywa wakati wa mwito wako Mwenyezi Mungu mw. watu hawa waparishi hii ya Dumila <coughs> si. viongozi na wanastahili Mwenyezi Mungu mwenye rehema, ninaomba Bwana uwabariki viongozi wote wa parokia ya Dumila, uwabariki viongozi wa vikundi vya jumuiya zetu, uwabariki viongozi wa kwaya zetu, uwabariki viongozi wote, na uwabariki wa Kristo wote ambao wameendelea kufanya mambo haya makubwa, ambao na leo pia wamefanya, naomba Bwana uwabariki na naomba Bwana kwa neema yako, kwenye kumbukumbu wasikosekane. Naomba Bwana uwakumbuke, maana wamefanya sawa sawa na mapenzi yako, wamefanya sawa sawa na zile sifa ambazo bwana wako Yesu Kristo amezitaja. Naomba Bwana wawepo katika kumbukumbu za daima na wote wasitaulike hata mmoja. Wabariki sana watu wako, bariki maisha yao wa wako hapa duniani Baba, wengi wao wanaishi wakiwa katika changamoto nyingi, changamoto za kiuchumi, changamoto za magonjwa, changamoto mbalimbali za kusemwa vibaya, changamoto za kuangaliwa vibaya, changamoto za mazingira. Mwenyezi Mungu naomba uwatendee mema hata sasa, wagonjwa uwaponye, na wenye wagonjwa ponye wagonjwa wao, wajalie watu wako afya njema. Mungu naamini unatenda, naomba utende kwao, wawabariki watu wako. Maisha yao ya kuanzia sasa yawe maisha ya furaha na amani. Ukawajalie uchumi mzuri, waondolee vikwazo vya kiuchumi. Wabariki Bwana mwema, bariki watu wako, bariki maisha yao, ukabariki kila kazi njema anayofanya Baba, ikawaletee matokeo makubwa mazuri. Wabariki watu wako, wabariki na kuwalinda kwa Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu. Amina. Amen. Bwana wabariki na kuwalinda, Bwana uangalie Awaangalie nuru za uso wake na kwa fadhili. Amen. Bwana wayanulie uso wake na kwa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana, Mungu awabariki sana. Amen.